Jua lilikuwa linachoma juu ya dari za mawingu ya jiji la Arusha, lakini ndani ya moyo wa Rashidi Musa kulikuwa na baridi isiyoisha. Mwanaume huyu mwenye umri wa miaka arobaini na moja alikuwa maarufu, si tu kwa utajiri wake mkubwa, bali pia kwa utulivu na siri zilizomzunguka. Miliki yake ya ardhi, makampuni ya ujenzi na migodi ya dhahabu vilimfanya awe kwenye orodha ya matajiri wakubwa zaidi Tanzania, lakini hakuna aliyemfahamu kwa undani. Rashidi hakuwa mtu wa starehe nyingi, hakuwa mtu wa kuchangamka hadharani. Mara nyingi alionekana akiwa amevaa tisheti rahisi na suruali ya kawaida, akitembea kwa miguu mitaa ya kawaida, akiwa peke yake, kama mtu wa daraja la kati. Ni wachache waliojua sura yake kamili, aliepuka vyombo vya habari, picha, hata mitandao ya kijamii. Kwa nini? Alikuwa amejeruhiwa moyoni. Miaka sita nyuma, Rashidi alihusiana na mwanamke aitwaye Maria, msomi mrembo na mwenye maongezi yenye mvuto, alimpenda sana alifikiria kumuoa lakini, aligundua kuwa Maria alimpenda kwa sababu ya jina lake la kifahari. Alijua kuwa Rashidi ni mtu wa fedha. Siku alipojaribu kuishi maisha ya kawaida, akajifanya mfanyakazi wa kawaida tu, Maria alimdharau akamwambia wazi, mwanaume asiye na hela hana sauti wala thamani. Huo ulikuwa mwanzo wa jeraha ambalo halikuwahi kupona. Rashidi alianza kutazama upendo kwa jicho la tahadhari. Mwaka uliofuata akajaribu tena na mwanamke mwingine aitwaye Vanessa, msomi wa sheria, aliyemtongoza wakati wa sherehe ya taasisi ya misaada aliyokuwa anafadhili. Vanessa alimshawishi kwa maneno matamu, akajifanya kumuelewa, lakini alikuja kugundua kuwa alikuwa sehemu ya njama ya kundi la watu waliokuwa wakitaka kuchukua mali zake kupitia ndoa bandia. Alivunjika tena. Kuanzia hapo, Rashidi aliamua kutulia, lakini si kuacha kutafuta mke. Alitamani familia ya kweli, watoto wa kupenda na kuaminiana, na mke mwenye moyo wa dhati. Lakini sasa alijua wanawake wengi walikuwa wanampenda kwa sura ya nje ya pesa zake, si yeye kama mtu. Mpango ukaibuka kichwani mwake: je, ni mwanamke gani atampenda rashidi kama Rashidi, hata kama ataonekana kama mtu wa kawaida, au hata kama ataonekana kama chizi? Aliamua kwenda mbali zaidi. Alijivua utukufu wake wote na kubuni mpango wa kutisha kwa akili za kawaida atajifanya chizi, mtu aliyekata tamaa, mwenye maisha ya kuchanganyikiwa. Na kwa sura hiyo atamfuata mwanamke mmoja tu, mwanamke aliyemvutia kwa tabia yake ya upole na huruma, aliyemuona kazini kama muuguzi wa ndani wa kituo cha kulelea wazee, Salha Ally. Salha alikuwa tofauti. Hakuwa mrembo kwa macho ya dunia, lakini macho yake yalijaa huruma. Aliweza kusimama kumsaidia mzee mlevi barabarani, aliweza kugawana chakula chake na maskini, na aliwahi kumzuia mlinzi kumpiga kijana aliyeiba mkate akisema, ana njaa, si mwizi. Rashidi alitaka kumjaribu Salha, alitaka kujua kama atampenda hata akionekana kama mtu asiye na akili timamu. Siku moja akaamua kubeba pochi ya nguo chache, kujichafua, kukata nywele hovyo na kuvaa manguo yaliyokuwa na mashimo. Alijipa jina jipya, Mzee Rudi Chizi, aliyezoeleka mitaa ya Sakina, anayezungumza peke yake na kuimba nyimbo za zamani. Akaanza kupiga kambi karibu na kituo cha kazi cha Salha, lakini hakujua mchezo aliyoanza ulikuwa hatari kuliko alivyotarajia kwa sababu kuna wanaume wengine waliokuwa wakimtamani Salha, na baadhi yao hawakuvutiwa na uwepo wa chizi anayemfuata kila siku. Wala hakujua kuwa Salha naye alikuwa na siri yake, na kwamba wakati mwingine mtu anayeonekana kuwa maskini wa akili anaweza kuwa ndiye anayemfumbua akili zako. Mtaa wa Sakina ulikuwa na sura mbili tofauti. Mchana ulijaa kelele za madereva bodaboda, wauza matunda na watoto wakicheza mitaani lakini jioni mtaa huo hubadilika kuwa tulivu, wenye sauti za redio kutoka majumbani na harufu ya chakula cha jioni ikipenya hewani. Hapo ndipo mzee Rudi alipoanza kuonekana. Rashidi alikuwa amebadilika kabisa. Nywele zake ndefu aliziacha zifumuke, suruali yake ilikuwa imechanika goti la kulia, na koti la zamani alilolivaa lilionekana kama limevutwa na magari kadhaa. Mikononi alibeba mfuko wa rambo uliojaa karatasi zisizoeleweka, baadhi ni majarida ya zamani ya biashara aliyokuwa akiandika miaka ya nyuma. Alijipa sauti ya kuchanganyikiwa akijiongea peke yake, huku akiigiza kushangaa kila kitu kilichomzunguka. Naambia naambia, serikali iwe na heshima na nyuki wa Kiswahili, alisikika akisema kwa sauti, huku akipiga mguu chini na kutupa karatasi angani. Watu walicheka, watoto walimpiga picha kwa simu, wengine walimpiga jicho la huruma na kupita. Lakini kwa Salha, muuguzi wa kawaida wa kituo cha kulea wazee hapo Sakina, macho yake yalijawa na wasiwasi. Siku ya kwanza alimuona akisimama karibu na lango la kituo. Salha alimfuata, baba uko sawa? aliuliza kwa upole. Mzee rudi akatikisa kichwa, kisha akainua karatasi moja kutoka kwenye rambo na kuimpa. Hiki ndicho cheti changu cha kupanda mlima Kilimanjaro kwa nyuma, mwaka usio na jina, alisema huku akitabasamu kwa mdomo, lakini macho yakiwa na ukimya wa kina. Salha hakucheka, alichukua karatasi hiyo akaiona, ni gazeti la miaka mingi iliyopita lililokuwa limeandikwa bilionea mtanzania afungua shule ya watoto yatima, picha ya Rashidi ikiwa juu. Alimtazama tena yule mzee, hakujua kuwa picha aliyokuwa akiishika ilikuwa ya mtu aliyokuwa mbele yake. Unahitaji chakula? aliuliza tena. Mzee rudi hakujibu, aligeuka na kuanza kuimba wimbo wa zamani wa msondo ngoma, huku akitembea taratibu. Salha akashtuka kidogo, lakini akaingia ndani. Siku zikapita, mzee Rudi akaendelea kurudi pale pale kila siku. Mara nyingi alikuwa hukaa kwenye mawe jirani na kituo akipiga stori na watembea kwa miguu au kujiambia mwenyewe mambo ya ajabu, lakini jicho lake moja lilikuwa likimfuatilia Salha kila siku: tabia yake, namna alivyosaidia wazee, namna alivyocheka kwa upole, namna alivyowasikiliza watu hata wasio na msaada wa haraka. Hakika alikuwa tofauti. Lakini Salha alianza kuwa na mashaka. Kila siku yule mzee alikuwa pale. Hakumwomba hela wala hakutaka msaada, lakini alikuwepo. Alionekana kama mtu aliyekuwa na ujumbe wa siri. Usiku mmoja, baada ya kazi, salha alikuwa anarudi nyumbani akiwa na mfuko wa mahitaji. Alipokaribia kona ya mtaa, aliona kivuli kikimsogelea, na kabla hajapiga kelele, alishtuka kuona ni mzee Rudi akiwa amesimama mbele yake, akimnyoshea ua la waridi lililochanua. Ulimuua mti, lakini roho yake ikabaki na ikapenda moyo wako, alisema kwa sauti ya taratibu. Salha alishindwa kusema neno. Nitakuambia siri, alisema Rudi kwa sauti ya chini kabisa, mimi si mimi unavyoniona. Ndipo mara waliposikia vishindo nyuma yao, vijana watatu waliokuwa wamelewa wakawa wanakuja kwa kasi huku wakipiga kelele, huyu si yule chizi wa mitaani, leo tumfunze adabu, anamtongoza Salha wetu. Salha alishtuka, lakini kabla hajachukua hatua, mzee Rudi alimtazama kwa macho ya utulivu akamwambia, tazama sasa ni nani anayejua ukweli, chizi au wenye akili? Na hapo vijana hao walipofika, kitu cha ajabu kilitokea. Salha alisimama katikati ya njia, uso wake ukiwa umejaa hofu na mshangao. Wale vijana watatu walikuwa wanakaribia kwa kasi, wakitupa matusi kwa sauti za ulevi na hasira zisizo na msingi, lakini mzee Rudi aliyejulikana kwa watu wengi kuwa chizi hakuonyesha dalili ya woga hata kidogo. Aligeuka kwa utulivu, akawakazia macho wale vijana kwa sekunde chache tu Halafu, kwa sauti ya chini sana yenye uzito wa mamlaka isiyoelezeka alisema, Mungu hapendi dhuluma na macho ya mpumbavu huona hasara tu. Kilichotokea baada ya hapo kilionekana kama muujiza kwa Salha. Yule kijana wa kwanza aliyekuwa mbele kabisa na amebeba chupa ya bia mkononi alisimama ghafla, kana kwamba ameganda, mdomo wake ulianza kutetemeka, alishusha chupa chini polepole pole, na kugeuka bila kusema neno, akakimbia akipiga mayowe, kana kwamba amemuona kitu cha kutisha. Wale wawili waliobaki walikodolea macho kwa mshangao. Mmoja wao alipiga hatua moja mbele, lakini kabla hajafungua mdomo, mzee Rudi alinyanyua mkono wake wa kushoto taratibu, kana kwamba anawakaripia kimya kimya. Ghafla taa za barabarani ziliwaka na kuzima kwa mfululizo, na upepo mkali ukapita ghafla kwa nguvu isiyo ya kawaida. Wale vijana walipiga kelele na kukimbia kama waliopagawa, wakiteleza njiani. Salha alikuwa ameganda, alishindwa kuelewa nini kilikuwa kimetokea akamtazama mzee Rudi ambaye sasa alikuwa akageuka na kumtazama yeye kwa macho ya upole, macho ambayo kwa mara ya kwanza hakuyaona kama ya chisizi, bali kama ya mtu mwenye akili kubwa, busara ya ajabu na nguvu isiyo ya kawaida. uko salama sasa, alisema Rudi kwa sauti ya kawaida kabisa. Hawata kurudia tena, wanaogopa walichokiona, si mimi. Salha alijikuta akilia kimya kimya. Alikuwa amechanganyikiwa, hakujua huyo mzee ni nani hasa. Akachukua hatua moja mbele na kuuliza, wewe ni nani mzee? Rudi akatabasamu taratibu, halafu akachuchumaa chini, akachora duara kwa kidole chake kwenye vumbi, kisha akasimama na kusema, mimi ni jaribio, nawe ni jibu. Akaondoka akitembea taratibu kuelekea giza la barabara. Siku iliyofuata, Salha alienda kazini kama kawaida, lakini akili yake haikuwa kazini. Alimfikiria yule mzee usiku kucha. Alipofika langoni mwa kituo, akamwona mlinzi akicheka na baadhi ya wafanyakazi yule chizi wa jana sikachemsha kichwa kabisa, mlinzi aliongea, watu wanamcheka mitaani sasa, eti anasema ni mwanasiasa wa zamani. Salha alijaribu kufurahia utani huo kama wengine, lakini ndani ya moyo wake hakukuwa na kicheko. Aliamini kabisa kuwa huyo mzee si mtu wa kawaida. Alikumbuka macho yale, maneno yale na ile hali ya ajabu iliyojaa hewani usiku ule. Siku tatu zikapita bila kumuona mzee Rudi. Alipotea ghafla kama kivuli. Lakini usiku wa nne Salha aliporudi nyumbani, alikuta bahasha ndogo imelala chini ya mlango wake. Iliandikwa kwa mwandiko wa kipekee: kwa Salha, usome ukiwa peke yako. Moyo wake uliyumba. Alifungua bahasha taratibu. Ndani kulikuwa na karatasi moja tu iliyochanwa kutoka kwenye daftari la zamani. Iliandikwa: ukiona mtu hajavaa viatu usimwite maskini kabla hujajua kama alikanyaga moto kuja kukusaidia. Jaribu kufikiri tena. Mwangalie tena ukimwona tena usimcheke RM. Chini ya herufi hizo kulikuwa na alama ndogo, picha ya jengo la kifahari ambalo Salha alishawahi kuliona kwenye runinga miaka iliyopita. Jengo hilo lilimilikiwa na mtu mmoja maarufu sana, bilionea Rashidi Musa. Ndipo alianza kugundua jambo. Salha hakuweza kulala usiku huo, bahasha ile, maandishi yale na jina la RM vilimsumbua. Aliamka alfajiri na kuanza kutafuta picha za bilionea Rashidi Musa kwenye mtandao lakini kama ilivyokuwa miaka yote picha zake zilikuwa chache mno. Wengi walidai kuwa alikuwa mtu wa siri mno aliyetoweka kwenye macho ya umma kwa makusudi. Lakini katika picha moja ya zamani kabisa alimwona akiwa amevaa koti la bluu lenye alama ya njano kwenye bega la kushoto, vazi lile lile alilokuwa nalo mzee Rudi usiku ule wa mkasa. Salha akathibitisha shaka yake kuwa kweli Rashidi ndiye alikuwa mzee Rudi, lakini alijiuliza kwa nini mtu tajiri kiasi kile ajivishe sura ya kichaa. Nini lengo lake? Wakati huo upande wa pili wa jiji Rashidi alikuwa ndani ya chumba chake cha siri kilichojaa kamera ndogo zilizokuwa zikimsaidia kufuatilia kila hatua ya Salha. Alikuwa kimya, lakini macho yake yamejaa maumivu ya kihisia na matarajio makubwa. Akija leo nitajua, alisema kwa sauti ya upole. Alikuwa amefikia mwisho wa jaribio lake. Hakutaka tena kuendelea kuigiza, alitaka ukweli. Jioni hiyo Salha alivaa nguo yake ya kawaida na kwenda tena mtaa wa Sakina, mahali ambapo alimuona Mzee Rudi mara ya mwisho. Alienda pale kwenye jiwe lililokuwa likikaliwa kila siku na yule mzee na kukaa kimya. Dakika chache baadaye alisikia sauti ya taratibu nyuma yake. Nilijua utarudi, siku zote wenye mioyo safi hawachoki kutafuta ukweli. Salha aligeuka na hapo hakuona tena chizi. Alimuona mwanaume mwenye sura ya kuvutia, mwenye mavazi nadhifu, macho yenye utulivu na tabasamu lisilo na ukatili. Mbele yake alikuwa Rashidi Musa mwenyewe. Salha alishindwa kusema neno, alisimama na kumtazama huku macho yake yakianza kujaa machozi. Kwa nini ulifanya yote haya? Aliuliza kwa sauti ya chini yenye maumivu na mshangao. Rashidi alimsogelea na kusema kwa upole, nilitaka kujua kama mtu atapenda udhaifu wangu kabla ya kuona nguvu zangu. Nilikuwa nimechoka kupendwa kwa majina na mali, nilitaka kupendwa kwa sababu ya mimi. Salha alinyamaza kwa muda, akimtazama kwa jicho la tafakari, kisha akasema, na uliponiona, ulichokiona ni nini? Rashidi akacheka kwa uchungu wa furaha, nilikuona kama roho iliyosahaulika na dunia, lakini yenye thamani kuliko dhahabu yote niliyonayo. Salha alilia, alijikuta akimkumbatia kwa mara ya kwanza, si kwa huruma kama kwa yule chizi, bali kwa mapenzi ya kweli ya moyo kwa moyo. Miezi sita baadaye, taarifa zilienea kote nchini, bilionea Rashidi Musa alikuwa na muoa muuguzi wa kawaida aitwaye Salha Ali. Watu walishangaa, magazeti yaliandika, watu walibeza, wengine walitamani, lakini Rashidi hakujali. Alifanya harusi ya kifahari ya kipekee ndani ya bustani ya jumba lake la kifalme lililoko Usa River, Arusha. Wageni walialikwa kutoka mataifa mbalimbali mbali, lakini mwanamke mmoja mzee kutoka Sakina alikaa karibu na jukwaa kuu. Aliitwa Mama Zuberi, mama mwenye matiti makubwa aliyewahi kumwita rudi chizi mwenye hekima. Leo alikuwa anashuhudia chizi huyo akifunga ndoa. Salha alivalia gauni jeupe lenye mpindo wa kifalme macho yake yakimetameta kwa furaha isiyoelezeka. Rashidi akiwa amevaa suti nyeusi ya kifahari alimshika mkono na kusema maneno yaliyojaa maana: si kuanzia leo, bali tangu siku ya kwanza uliponiona, nilikuchagua. Sasa naapa kukupenda bila sababu, kwa sababu wewe ni sababu ya moyo wangu kuishi. Walifunga ndoa mbele ya Mungu na wanadamu. Hakukuwa na siri tena, hakukuwa na jaribio tena. Walikuwa huru katika ukweli na upendo wa dhati, na usiku huo nyota ziliangaza angani kana kwamba hata mbingu zilihudhuria harusi ya mwanamke aliyependa kichaa ambaye kumbe alikuwa bilionea aliyeficha ukweli ili kupata mkweli. Niandikie ni nini umejifunza kutoka kwenye hadithi hii? Kipi kimekufurahisha zaidi? Yapi mawazo yako? Kwa sasa sina la ziada, ni kutakia ufuatiliaji mzuri wa hadithi zingine kwenye chaneli hii. Asante na kwa heri.